Yaani kuna ile hadhi fulani hivi. Leo mheshimiwa waziri mkuu akiambiwa kwamba kuna mbunge fulani anataka kukuona, lakini sio tu kwa sababu wanayo nafasi ya kumwona bungeni, ingawa sio kwamba unaenda tu unakaa, kuna taratibu za kwenda pale kumwona, nafikiri hivyo yeah. Kwa hiyo inawezekana ya kwamba dhamira ya mtu, dhamira ya ndani, kwamba mimi japokuwa nina kitu, lakini nahisi hii jamii ambayo naiongoza kuna kitu inanidai e, lakini kwa mantiki ile ya kwamba huku sio kwamba kuna utajiri, kwamba sawa kuna utajiri, lakini nina kiu ya kuwawakilisha wananchi wenzangu. Inawezekana aliyopo unaona anafanya ila unaona wewe ukiwepo utafanya zaidi mm. ya yeye anachofanya, kwa sababu kama alivyosema aa, kazi ya kuhudumia wananchi ni kazi ya kujitoa, ni wito, ni kazi ya kujitolea, kwa sababu wananchi wana matatizo mengi sana. Pesa ya ubunge haitoshi unless kama pengine wewe mkono wako abirika sana, lakini pesa ya ubunge tu yenyewe haitoshi. Hata pesa yenyewe ya mfuko wa jimbo haitoshi. Kwa hiyo mambo ni mengi, sababu za watu kutamani kuwania hizi nafasi za kuwakilisha wananchi ni nyingi. Inawezekana sio pesa. Kama ni pesa nadhani Msukuma asingekuwa mbunge e. Kama ni pesa nadhani ndugu yangu, rafiki yangu kabisa Shabibi asingekuwa mbunge. Abodi hmm. asingekuwa mbunge e, lakini nafikiri kiu ni ile kwenda wa kuisalimia, kuisaidia jamii. Kwa mfano utaambiwa kama Shabibi, kuna siku nilikuwa naongea naye anakuambia inapotokea mtu amefiwa, inabidi utoe gari, kwa sababu watu waende wakakuvikata bodi. Angalia, hiyo ni namna ya kujitolea. Badala ya gari lako kwenda kubeba abiria, unajitoa kwa ajili ya kwenda kusaidia wananchi wako. Kwa hiyo kitazama masuala haya ya kuwakilisha wananchi, ni jambo la wito kwa, yaani kuamua kwamba mimi najitolea kwa, kwa, kwa ajili ya wananchi wenzangu, kuwasaidia pale kwenye changamoto moja na mbili na tatu na lakini kujitolea nako sio bure kabisa, mm. e, sio bure kabisa, kuna wanasema mkono mtupu haulambwi. yes. e, kwa hiyo kuna kuna mkono ambao una kitu kidogo e, wapi... watimaanishaje? ya yani, kile kitendo cha kuwa na address kwamba wana mimi ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari ni address watu wanakuwa na address. Mtu akisema tu mi natokea sehemu fulani anakopa anaaminiwa ana, anapewa biashara anapewa deals. Sasa pata picha, huyo ni mtu amesema tu labda bwana, mimi ni mshirika labda wa serikali ya mtaa so, tolea tu mfano, mimi naitwa Kija. yes. Hello mheshimiwa, naitwa Kija kutoka Clouds. Oh, Kija, mambo vipi? Unaendeleaje? Anakufuatiliaje? kwa hiyo kuna yes. namna fulani ya mtu yeah. yeah, binafsi Clouds sasa vipi kama bwana, mimi ni kija Yunus, ee, mbunge ee, viti maalum kutokea sehemu fulani, unaona bwana, na shida nataka tuzungumze, naomba kukuona, naomba kukuona. Reaction kuna namna fulani hivi, kuna heshima fulani, kuna wajibu fulani, nakuja pale kwa hiyo, na ndio maana kigumu, na ndio maana ni ngumu kama kungekuwa hakuna, kama ambavyo tumekuwa tukicommunicate, hakuna kitu ingekuwa. Kija mimi nakwambia asubuhi tu, yani kila mtu kashachukua, kila mtu kashaingia. Lakini ukiangalia struggle zilivyo, vipengele, madaraja ambayo unatakiwa kuvuka mpaka ukae kwenye kitu chekundu, inamaanisha kuna tuzo, kuna... It's not that easy. Sio rahisi kabisa, sio rahisi kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja hapa, sitomtaja hewani hmm. Uh, mmoja kati ya marafiki zetu ambaye mimi ni mmoja wa watu ambao nilikuwa natamani sana, uh, nilikuwa nikimhamasisha, namwambia bwana, kuna sehemu alikuwepo, naambia pale, usipaache pale, inaweza ikawa daraja zuri la wewe kwenda sehemu fulani, kaza, yaani baki pale. So leo kwa bahati njema sana iliyo njema, nilikuwa sijui hata kama nazo harakati, leo amenipigia, nimezungumza naye, ananiambia bwana Kija, uliwahi kunihamasisha mimi, naingia kesho, nachukua fomu kwa hiyo nimeona nisiende kuchukua fomu, mtu mmoja ambaye ulinihamasisha, kati ya wale nisikuambie, hey, how, uh, how is it, ikoje, mambo yanaendaje huko? Akaniambia sio rahisi, na kiukweli nawapongeza sana wale ambao tayari wamefanikiwa kuingia kazi. Sio rahisi, inakupasa kujitoa, inakupasa kujitolea inakupasa kuwa na uvumilivu mkubwa, yani kazi ya siasa. Uh, mi, mi acha, let me share my experience kwa sababu ni watu wanajua nimewahi kugombea huko nyuma na nilifika kwenye hatua nzuri tu, so, lakini kwa sababu haikuwa kibali, sikufanikiwa kuwa. Inahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Kuwa mbunge inahitaji kuwa na subira ya hali ya juu, inahitaji kuwa na dhamira ya dhati inahitaji kuwa na ngozi ngumu. Hii nilikuwaga namsikiaga tu Zitto mara kadhaa e, akisema anahitaji kuwa na ngozi ngumu, kwa sababu kuna wakati utaambiwa vitu ambavyo huvijui. Yani wewe mwenyewe una, unaanza kujichagua, kumbe mimi ndio mko hivyo? Mbona mwenyewe sijijui? Yani unaambiwa vitu ambavyo mwenyewe kwanza, sio sio, si tu kwamba hujafanya, hujawahi kufikiri kufanya. Hiyo ndio siasa, na wakati mwingine mtu mmoja tu anaweza katengeneza hicho kitu kwa ajili ya kukutoa kwenye mstari. Kwa hiyo sasa, kama wewe hey, you are not strong enough, unaweza ukatoka eh, ukapoteana kwa vitu vidogo vidogo. Na wakati mwingine watu wanafanya makusudi kukuchezesha, yani upotee kwenye reli kidogo. Na unajua treni ikitoka kwenye reli nini kinatokea, e bana. Kuna mihimili mitatu eh, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, serikali eh, bunge na mahakama, mihimili ambayo kimsingi eh, kila mmoja una muundo wake wabunge wanachaguliwa na wananchi, na namna fulani kama anavyosema Kija inategemeana mm-hmm. Sasa swali la watu wengi e, bunge lina, limeahirishwa jana, linavunjwa rasmi e, lakini tangazo katika gazeti la serikali litakuja kugongelea msumari e, rasmi kwamba limeahirishwa. Je, mawaziri e, wanabaki katika pozisheni zao au kitu gani kinaendelea? Kimsingi waziri anaingia katika upande wa serikali, si ndio? kwa hiyo wao wanaendelea kuhudumu mpaka pale itakapopatikana serikali mpya e, na rais ambaye atateuliwa, atapitishwa, atatangazwa, ataapa, atakapounda baraza jipya la mawaziri. Kwa hiyo watu so, hapo tunahitaji, uh, kupata mtaalamu kidogo. Nadhani kitabu atatakiwa kufanyia kazi hilo, kwa sababu moja ya sababu ya kukufanya uwe mbunge ya uwe waziri ni wewe kuwa mbunge ni uwezi kuwa waziri kama wewe sio mbunge. Sasa bunge linavunjwa ni kanuni au utaratibu upi au sheria ipi? pamoja na kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawalinda lakini, so tunatakiwa tupate mtaalamu ambaye atuelezea hapo, katiba inawalinda kivipi, kwa namna gani wao kuendelea kuwa mawaziri kwa sababu, kwa sababu hey, sawa, ndio katiba inawalinda si ndio? lakini lazima tupate ufafanuzi wa kina kivipi, kwa sababu, ili uwe waziri we unatakiwa kuwa mbunge ambavyo yeah. Asubuhi tulifafanuliwa kwamba uh, utenguzi wa bunge ulitenguliwa kwa sababu mheshimiwa Rais ataingia bungeni bungeni yes, kanuni ilitenguliwa kwa sababu ataingia bungeni mheshimiwa Rais, na kuna watu ambao si wa bunge wataingia bungeni. Kwa hiyo ndio maana uliombwa mwongozo wa kutengua kanuni ko na hii nayo tupate e, tupate kidogo kwa ufafanuzi kwa ajili ya watu kuelewa kwa kina zaidi kuhusiana na swala hizi, kwa sababu like, mwisho siku kitazama serikali lazima iendelee kuwepo yeah. Yani serikali lazima, kazi lazima ziendelee. Yani haimaanishi kwamba kwa sababu bunge limevunjwa leo basi serikali isimame, serikali ilale, shughuli lazima ziendelee pale, mpaka hiyo mwezi wa kumi kwa uh, so maana ya Oktoba pale uchaguzi mkuu utakapokuwa umefanyika, all in all we here yes. mm -hmm. Uh, leo Kiingereza kinamwagika sana kwa kija Ehe, uh -huh. Kina kinashuka e, yeah. Hey, omlati yai lina linakuwa la kutoka ah. uh -huh. Na wala alitumia nguvu sana mtu ajiongeze leo kwa sababu mtamuona mheshimiwa rais, right. Nilimwona Mheshimiwa rais hapa mwaka jana, ilikuwa tarehe ngapi? Ah, mwaka jana, mwaka jana elfu mbili, wakati alipokuja kuhutubia bunge kwa mara ya kwanza na kaeleza pale ah, dhamira yake ya kuhudumu ah.

Malkia wa Nguvu Dodoma imedhaminiwa na Selcom Pesa, makato madogo kuliko. Yes, ni wakati wetu. Wizara ya Katiba na Sheria kwa ufadhili wa shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ. Pamoja tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia. Smargin, enjoy kijanja. TANESCO, umeme ni shati. Nafuu zaidi jikoni. WCF, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. PG wa Kishua, watengenezaji na wauzaji wa aluminium na vio. NSSF Kuwasta wa mchezo linda kesho yako. Royal Oven the Bakery Master. Wahenga Alminium, watengenezaji nambari moja wa madirisha ya alminium na PVC. Rona Product, watatuzi wa mfuba wa ngozi michirizi na chunusi. Lakor Building and Furniture, watengenezaji na wauzaji wa furnituresambao ngumu aina ya mninga na mkongo. Siana Events and Catering na Busi Logic. Waalike malkia wa nguvu225 Twende duniani yao, yao. Ushindi mkono ni kwako, wanashinda milioni kwa buku wenzako. Ushindi mkono ni kwako, wanabukua mamilioni kwa buku wenzako. Haya twende pasta, chacha chinda mara nyingi uwezavyo. Kushiriki ni rahisi sana. Tuma sasa shilingi elfu moja kwenda namba kampuni 553111 kumbukumbu namba 255 au weka neno konde. Kushiriki ni miaka 18 na na kuendelea. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0659070. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Je, unawaza ni namna gani unaweza ongeza furaha ya burudani kwa familia? Jibuni <tabu> <tabu> DSTV hakuna haja ya kutegemea jirani, kujipa wewe na wapendao kile kilicho bora. <tabu> <Nini? tabu> Kinachokuchekesha nashangaa ukuona mpaka sasa haujaonja utamu wa juu na DSTV. Ndiyo kodia sasa, ni kulipia kifurushi chako. Kisha DStv itakupandisha kifurushi cha juu bila gharama za ziada. Hii ndiyo maana halisi ya onja utamu wa juu. E, muda wote kiguu na njira hapa leo tu ameshinda umundane, ndio ananiona mimi sipo sawa. Hii ndiyo zawadi ya ukweli kutoka DStv. Lipia, pandishwa, burudika, onja utamu wa juu. Vigezo na masharti kuzingatiwa. <coughs>

lakini pia alikuwepo yupo bado mzee Lukuvi ambaye yeye kimsingi ana vipindi sita miaka thelathini kitu ambacho watu ukitazama mzee Mkuchika unaweza kufikiri amekaa miaka mingi sana bungeni, kumbe amekaa miaka ishirini tu vipindi vinne tu, lakini kwa nini anaonekana kama mkongwe? Ni kwa sababu amehudumu kwenye hii serikali katika nyadhifa mbalimbali. Amekuwa mkuu wa wilaya, amekuwa mkuu wa mkoa, lakini pia ukitazama umri wake labda watu wanapata hiyo picha kwamba ametumia ame, ame, muda mwingi sana, yeah, lakini mweshimiwa Jenista naye ishirini, kipindi cha nne, akija tena ile anakua kipindi cha tano. Kwa hiyo au ni miongoni mwa uh, senior MPs ambao wapo, eh, wengine wametwanga vitatu vitatu, vitatu. mweshimiwa Halima Mdee mbunge wa jimbo la vipindi eh, vinne na yeye yes. Hmm. So, yeah. Yeah, mm kwa hiyo -hmm. E, kuna watu wana, wana, wana umri wa mtu mndani oh. Tunakwenda oh. Tunakwenda mapumziko mafupi tutarejea hapa.

na Selcom Pesa, makato madogo kuliko yes. Ni wakati wetu. Wizara ya Katiba na Sheria kwa ufadhili wa shirika la maendeleo la Ujerumani, GIZ. Pamoja tuungane, kutokomeza ukatili wa kijinsia. Slajin enjoy kijanja. TANESCO, umeme nishati nafuu zaidi jikoni. WCF, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. PG wa Kishua, watengenezaji na wauzaji wa aluminium na vio. NSSF kwa stawa, mchezo linda kesho yako. Royal Oven the bakery master wahenga aluminium watengenezaji nambari moja wa madirisha ya aluminium na pvc rona product watatuzi wa mfubao wa ngozi michirizi na chunusi lakor building and furniture watengenezaji na wauzaji wa furniture za mbao ngumu aina ya mninga na mkongo siana events and catering na Busy logic waalike kidijitali balkia wa nguvu elfu mbili na ishirini na tano na twende duniani ukapata picha eh, kwa nyuma yangu huku unaweza ukaona jinsi gani ambapo maandalizi ya mwisho yamekwenda kufanyika. Kama nilivyokuambia ni kwamba jeshi la polisi wako pale, brasbendi ya jeshi la polisi wako pale. Lakini ukiangalia kwa mbali kidogo pale eh, kwa upande wangu huku wa kulia unaweza ukaona pale kuna safu ambayo ni ya uongozi wa bunge akiwepo eh, Dr Tulia Axon, lakini pia na mwenyekiti wa bunge Mheshimiwa Idi Azani Zungu na pamoja na naibu na, na, na, na, na spika wako pale. Sasa hii ni picha ambayo inatuonyesha katibu wa bunge katibu maana anakasema, huo ndio uongozi wa bunge hapa kwa maa, yuko yuko katibu wa bunge yuko spika pamoja na naibu spika, kwa wakati mwingine huwa anatumika kama mwenyekiti wakati wa vikao vya kamati. Sasa ukiangalia namna ambavyo safu hiyo ilivyosimama, ni kwamba kinachosubiriwa hivi sasa ni ujio au kuwasili kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kuingia hapa, lakini kabla ya yote ni kwamba kama ambavyo kija alieleza ni kwamba atafika kwanza hapa kuangalia na kutoa kupokea heshima kutoka kwa ambavyo viko hapa, na baada ya hapo basi, itakuwa ni sasa ni safari ya kwanza kuingia katika jengo mle ndani awezi kuketi na taratibu zingine za kibunge ziweze kukaa pale na ziweze kufuatwa kabla ya yeye kupewa nafasi sasa ya kuhutubia bunge kwa mara ya mwisho. Ilikuwa ni bunge la kumi na mbili ambapo kama nilivyozungumza awali na kwenda kuvunjwa hii leo lakini, rasmi kutakuwa kuna tangazo katika gazeti la Serikali ambayo itakuwa inatuelekeza wote kwamba bunge sasa limevunjwa rasmi, na hii ndio taarifa kwa umma kupitia gazeti la Serikali. Kija kwa picha hii ambayo unaipata hapa hivi sasa ukimwangalia mm. Mheshimiwa e, mm. spika Dkt. pari sasa pari siua nasari au anaweka miwani vizuri mm. eh, lakini amependeza sana ukimwangalia mm. sana. Mheshimiwa wazungu naye amepiga mm. suti moja safi sana mm. iko vizuri. Katibu wa bunge naye iko nadhifu kabisa mm. lakini, ukiangalia pia hali ya usalama katika eneo hili hapa mm. iko vizuri sana, lakini pia namna na, na, nafasi ya waandishi wa habari kwamba wametoa nafasi yao kwa kwa kwa mm. tukio hili vizuri kwa uhuru zaidi. Kiukweli mimi kama mwandishi wa habari ambaye ni mara kadhaa nimefanya kazi hapa bungeni hususani katika bunge hili la kumi na mbili mimi niseme kwamba waandishi wa habari tumetoa heshima kubwa sana katika kipindi chote ambacho tumekuwa tukitaka tukipata nafasi ya kuhudumu mm. katika bunge hili tumekuwa tukipewa nafasi ya juu, tumekuwa tukipewa kipaumbele, tumekuwa tukipewa ushirikiano wa hali ya juu sana kusema ukweli, mara nyingi sisi kama kipindi cha tumekuwa tukifanya vipindi vyetu hapa live eh, lakini tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali kama waandishi wa habari kiukweli. Mimi kabla bosi wangu ajije kuzungumza, mimi niseme kwa niaba ya kipindi chetu cha Cloud 360 kwamba tumepata ushirikiano wa hali ya juu. PJ, utakuwa shahidi, akiupati usumbufu tunapokuja bungeni. Kama kuna changamoto za taratibu mbalimbali, hatukuzifuata inavyopaswa, utapiga simu kwa Rodni wa habari maelezo, lakini utapiga simu kwa Zuhura wa hapa bunge, basi kila kitu kinakuwa kinaenda vizuri. Kiukweli tulishukuru sana bunge, makatibu wa bunge wa aliyepita yule mama Ehe, lakini mpaka sasa hivi katibu wa Bunge Baraka, ushirikiano kwa kweli ni mkubwa sana, ni mzuri sana. Tunaimani kwamba ushirikiano huu utaendelea kwenye bunge linalokuja. Asante sana kija rafiki. Sasa tumpe nafasi, wakati Mheshimiwa Rais e, atakuwa anaingia ndani dakika moja e, Mheshimiwa Dr Bahem, tunakuomba kwa dakika moja tuweze kuzungumza japo kwa nusu dakika au dakika moja, kwa sababu wewe ndio bosi wa, wa TV. Hapana, naona fikiri tutazungumza naye baadaye. E, Dr Bahem ambaye ni e, meneja wa vipindi wa Cloud TV, lakini anazungumza hivi sasa ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio amekwisha wasili hapa, kama ambavyo unaweza kutazama gari yake. Rais wa Zanzibar huyu ni rais wa Zanzibar.